Hatupendi hivyo mnavyo, kama mnavyoambiwa kwamba mtu hayuko nchini, kakaa kule, anatunzwa yeye na familia yake na ukoo wake, alafu unaambiwa huyo ndo anayekupenda na, na anakuelekeza pita hapa pita hapa ukachome na hapa ukachome na hapa. Jambo la ajabu kabisa. ya kaka yangu profesa Kitila anakumbuka kule kwetu Unyirambani kule zamani, kulikuwa na tabia za, za kupiga watu. Sisi tulikuwa tunaonywa na wazazi wetu kwamba kama mmeenda zenu kuchunga, mwenzako akikuambia leo jioni twende tukapiga watu zetu, kuwa makini. Ukifika yeye utakuwa unasikia mlio, kumbe anapiga ngozi ya ng'ombe. Wewe unakunja miguu na mikono wako na wako kesho, wao wanaamka wako shambani Anakuambiaje mtu choma nchi yako, na yeye hayuko hapo, ya kwake hawagusi. Narudia tena, nawaomba vijana wa Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde hii nchi. Si mali ya vyama vya siasa, hii nchi sio mali ya serikali. Hii ni mali ya Watanzania. Watanzania, nchi hii ni mali yenu na miundombinu yake yote, na narejea, hata ofisi ya serikali ya kijiji si mali ya serikali, ni ni dhamana. Wanatumia dhamana ili watanzania wakapate huduma, hivyo hivyo kazi kubwa. Ukitaka ukitaka kuona ukitaka kuona kinacholengwa ukitaka kuona kinacholengwa, kinacholengwa ni rasilimali. Angalia maeneo yanayoguswa, maeneo yanayoguswa ni maeneo sensitive ambayo binadamu wa kawaida hauwezi kuyagusa, ndio yanayoguswa. unaanza kutengenezwa ugomvi unaohusisha dini zetu, unaohusisha imani zetu. Huyo huyo mtu anaitakia mema nchi yetu? Ni familia gani ambayo utaikuta wao kwenye undugu wao wapo kwenye dini moja? Nani, familia gani hiyo utakayokuta iko hivyo? Tuna kama askofu wazazi wao walizaliwa kwa Waislamu, wa tuna mashehe wazazi wao walikuwa Wakristo. Utaigusa familia gani ambayo wao kwenye ukoo wao wako kwenye dini yao pekee yao, wao kwenye ndugu wao na jamaa na kila jamaa wako kwenye dini hiyo hiyo yao? Lakini tunaletewa mpaka hivi. Nimejaribu hata kufuatilia baadhi ya maeneo, kwa sababu ni mfano, itifaki izingatiwe tu, nikaangalia hata mtangulizi wangu, nadhani yeye ni wa msikitini, mke wake wa kanisani. Nina rafiki yangu mmoja, Waziri Idi, yeye yeye wa kanisani, mamake wa msikitini, wa msikitini, wa kanisani. Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganisha. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, mbona mna fursa nzuri, huwa mnakaa kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize, ni tofauti mitazamo, tubakize nchi yetu ikiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti, yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye of, kwenye ofisi ya kazi, ajira, ndani ya ofisi ya waziri mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi hii. Hii inaonyesha ni namna gani mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja anaweza umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila bila bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Ehe, kazi yetu sote Watanzania na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa waziri wa mambo na mambo ya ndani, natambua huko hapa. Baada ya baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao masharti yao ya uandikishaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida shida, wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima kaifungulie, ifungulie, wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko ya na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu na masharti ya taasisi na masharti ya, ya, ya, ya usajili waliopewa. Na nendeni mkayaangalie huku ya mashariki. Akikosea mmoja utaratibu wa, wa, wa, wa kufunga kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio, sio na askofu wake wala shehe wake, ni, ni, ni, ni, ni ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Nene mkakiangalia vizuri hicho kipengele ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu skofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao, Mheshimiwa Rais.